Kwa hivyo Mariamu akazaa mtoto wake na kupa kibarua leo, na hii ukijibu hoja yangu hii anuari, na na hapa mbele ya hawa watu wote na silimu, wewe, sikia hoja yangu, naomba andiko moja kuanzia mwanzo wa Biblia mpaka ufunuo wa Biblia, Yesu amewahi kumwita Mariamu mama yangu? He, hiyo ukitoa tu Yesu anamwita Mariamu mama yangu, hiyo mimi nasilimu hapa. Kwa nini, kwa nini Yesu hawezi kumwita Mariamu mama yake mwalimu wangu? Naam, kumi na mbili arobaini na sita hadi hamsini manayo, yaani nilifika kitambo, ninatoa hoja mpaka pale kunakuwa sasa nikusaidiana. Amesema hivi, wewe ikusaidi, kwa hii mtasaidia na muite majini muite walimu. Soma hiyo inasema Alipokuwa katika kusema na mkutano, Aha. Tazama, hey. Tazama, ndio inasema tazama, hey. mama yake na ndugu zake, mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje, kwenda wataka kusema naye aliza mtu mmoja akamwambia, mtu mmoja akamwambia, tazama, tazama, mama yako na ndugu zako. Unaona Yesu anaambiwa mama yako na ndugu zako wamesimama nje, hey, wanatoka kusema nawe. Maliza akajibu, akamwambia yule aliyempasha habari. Yesu akajibu yule aliyempasha habari mm, mama yangu ni nani? Kumbe yule alikuwa nje, simama wa nani? wa Yesu? Kumbe Mariamu simama wa nani? wa Yesu. Sasa ukitaka kujua yesu

Waislamu alichanganyika jipaka paka matoke, lakini hakuna wasiwasi. Basi atakuja kuweka sawa. Unajua kucheza na maneno inaweza kufurahisha watu, lakini tunachotaka we, nenda kwenye pointi ya kiuhakika, ya kielimu. Kama watu wenye akili zao watafahamu, lakini kurusha rusha maneno kutisijuzi maneno, unachukua hayo na katika yale, hatuendi kimiraka miraka, hatuendi kimiraka miraka. Tunachukua hoja, tunaifungua hoja, tunaifafanua Tunategemea ushahidi wa kitabu kama inavyotakiwa. Kwa hivyo inshallah nataka nimlete kijana ambaye atamfundisha tauhid, atamfundisha Mwenyezi Mungu ni nani. Maana kama Yesu atakuwa ni Mungu, basi picha za Mungu kila mahali zipo, kila mahali zipo na ndevu zake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz Qasim, fanya vitu vyako. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na wale mandugu zetu, majirani zetu, marafiki zetu wa Kristo, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi, nani? okay. na jani wa Kristo zamani, mimi nawajua wa Kristo kawaida ni watu wa amani na ni watu wa kweli, si ndio? Mwalimu amesema, nikitoa andiko Yesu anamuita Mariamu nani mama, atafanya nini? si nyinyi mashahidi? mbili moja Yohana, ulifikiria hakuna <laughs> kizani wa Kristo, alafu nyinyi, mimi najua nyinyi mna akili, shida ni hao viongozi tu. Twende vitu eh. na siku ya tatu, na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, palikuwa na harusi sehemu inaitwa Kana, mji wa Galilaya, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu, naye mama yake Yesu nae. Endelea. Yesu naye Yesu naye alikuwa alikuwa kwenye harusi harusi, amealikwa pamoja na wanafunzi wake. Maliza, Mungu anaalikwa Yesu? Yesu Yesu, sikizeni wa Kristo, Yesu Kristo akamwambia Yesu, Yesu. Eh, Aka Yesu anamwambia Mariamu nini, Mama atini mambo mengi. Tutulie inshallah. Hii ni sehemu ya muhadhara amesabishwa kofia bado shahada halafu, baada y ngeaskitintaka wana mwalimu atageuka mwanafunzi pale wa jamani, hivi ndipo nataka kuonyesha mimi baadhi ya vitu ambao wanaambia wakristo wakisikia tu kutoka kwa walimu wanajua ni iko direct ni ukweli, alafu wanaona kama waislamu wa kwenye kosa, wakati waislamu ndo wako right.